Kamati ya kudumu ya Bunge imelipongeza shirika la nyumba ya taifa NHC kwa utekelezaji mzuri wa ujenzi wa jengo la Wizara ya Ardhi, Nyumba Maendeleo na Makazi katika mji wa serikali Mtumba ambapo utekelezaji wake umefikia takriban asilimia 95. Pongezi hizo zimetolewa leo Aprili 3, 2025 na Makamu Mwenyekiti wa kamati hiyo Japhet Asunga mara baada ya kukagua ujenzi wa jengo hilo huku akiitaka Wizara ya kusimamia mkandarasi ili kuhakikisha muda uliosalia unakamilisha ujenzi. Leo kamati yetu imekuja kutembelea, je, ujenzi, maendeleo ya ujenzi wa jengo la Wizara ya Ardhi eh, na Makazi katika eneo hili la Mtumba ambapo tulikuja kuangalia namna fedha za serikali zilivyotumika na hasa kwa kuzingatia kwamba karibu zilitengwa bilioni 29, bilioni 27, kwa ajili ya mkandarasi na bilioni karibu takribani mbili hivi kwa ajili ya kumlipa mshauri mwelekezi. Kwao tulitaka kujua je, hizo fedha zimefanya nini? Na leo tumeshuhudia ujenzi wa jengo unaendelea vizuri, liko asilimia 95 kukamilika na liko kwenye viwango vizuri sana. Kwa ujumla, kamati yetu imeridhishwa sana na maendeleo ya ujenzi wa hili jengo, vizuri sana na tumeipongeza wizara kwa kusimamia vizuri pamoja na mkandarasi na mshauri mwelekezo, kwa kufanya kazi vizuri. Tumeona kazi ni nzuri sana. Jambo la pili, tumempongeza sana Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya sita, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa, kwa uwezo wake, maamuzi yake ya kutoa fedha nyingi bilioni 29, ili wizara hii iweze kupata ofisi za maana na za kisasa katika eneo hili. Jambo la tatu tumeagiza wizara wahakikisha kwamba wanamsimamia mkandarasi kuhakikisha kwamba muda uliobaki anakamilisha ujenzi wa vitu ambavyo bado kidogo havijakamilika. Kuna maeneo machache ambayo bado hajakamilisha, kuna baadhi ya kazi kazi tunataka zikamilishe mapema, ili mwezi huu ukiisha, basi wizara iweze kuhamia hapa na kuweza kuanza kulitumia hili jengo. Naye mbunge viti maalum mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Janeth Masaburi ameliomba shirika la nyumba la taifa NHC kubadilisha jiji la kibiashara la Dar es Salaam ili watu waweze kukaa katika makazi yaliyo bora. Ni ombi langu, tubadilishe jiji la Dar es Salaam, tuondokane na zile nyumba za vibanda vibanda. Unajua, unapoingia Dodoma, hata ukiwa kwenye ndege, yani angalau unaona mji una- unavutia, lakini ukitua Dar es Salaam unakutana vibanda vibanda, lakini ndo tunaiji, tunasema jiji la kibiashara na taasisi zingine tunaomba mbadilishe ule mji, wanatucheka. Ndio maana wanatucheka, Buguruni vinguti yaani ya, tubadilishe ingine hata Mbeleza. tafuta Sari. huko mka, hata duniani huko mkajenga mkabadilisha yeah, watu wakakaa kwenye makazi bora, kama mzee Karume alivyobadilisha pale akajenga yale, tena alikuwa hana hata injinia, alivuta kamba tu, majengo yako paka sasa imara. Mimi nimesimama kwa heshima kubwa kuwapongeza sana. Nawapongeza kwa kazi njema, kwa ujenzi mzuri na pia kwa mshauri mwelekezi. Taasisi zote hizi ni taasisi za serikali, na hili ndio tuko tunalitaka kujenga uwezo, taasisi za ndani ziweze kushika uchumi, ziweze kubadilisha nchi. Mheshimiwa Masaburi, kuna swala la Dar es Salaam, tuibadilishe, tunakubali hili na bahati nzuri kwenye sera ambayo tumeizindua hapa juzi juzi ambayo ilizindua na mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, moja ya jambo kubwa ambalo tunakuja nalo katika sekta ya ardhi ni kubadilisha maeneo chakavu. Hivi tunavyoongea, tumeidentify maeneo 111 nchi nzima, na Dar es Salaam maeneo 30, tunakwenda kufanya urban renewal, tunayabadilisha na kesho kutwa Ijumaa mheshimiwa waziri atakuwa maeneo ya kule Msasani pale Makangira atakuwa anazungukia yale maeneo kwa maana kwanza utekelezaji wa yale ambayo tumejicommit mbele ya mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan kwenye sera tulizozindua kwamba maeneo yote chakavu tunayo kwenda kuyabadilisha kwa nchi nzima tuna identify maeneo zaidi ya mia moja kumi na moja na Dar es Salaam ni maeneo 30 lakini pia kupitia shirika letu la nyumba la taifa nimeona pale kari, Kariakoo tumeanza pia kufanya mabadiliko makubwa, yaani magorofa ya Kariakoo, gorofa 4 gorofa 3, zote tunaziondoa, tunakwenda juu zaidi gorofa 16, maeneo mengine gorofa 10, na kuifanya jiji la Dar es Salaam kwa kweli libadilike, na tunaamini kupitia sera ya PPP Transitional Housing e, lakini hata kazi ambayo imefanya kule Kawe kenda, kuna majengo ya kule Samia Housing Scheme e, kule Kawe lakini pia yale maeneo ya Moroko kuna zile Moroko Square ni majengo makubwa ambayo yanajengwa na National Housing, kuibadilisha jiji, na ameni pia tunaifanya kwa nchi nzima. Napenda kuishukuru Kamati ya Hesabu za Serikali kwa kutembelea, na kwa kweli tunashukuru kwa maana wamekuja kuangalia thamani ya pesa ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameitoa kwa ajili ya kuwekeza hapa katika mji wa serikali. Kwa hiyo tunawashukuru sana kwa kujia, kwa kila wakati kuja kutembelea na kutoa ushauri wa namna ya kukamilisha hii miradi. Kama maelekezo yaliyotolewa na kamati hii tunaahidi kama wakandarasi kwamba kwa niaba ya management na bodi kwamba tutakwenda kutekeleza yale yote ambao wameelekeza kamati hii ili kuhakikisha mradi unakamilika kwa wakati na kwa viwango vinavyotakiwa na pia tutahakikisha kwamba maeneo yaliyobakia ni machache sana, kama tulivyosema kwenye ripoti, na tutahakikisha kwamba kwenye mkataba wetu ambao unakwenda kukamilika mwishoni mwa mwezi huu tutakamilisha kila kitu na kuhakikisha mshauri mshitili anahamia katika jengo ili kama ilivyokusudiwa na serikali. Mradi huo uliokuwa utekelezwe ndani ya miezi 24 lakini kutokana na changamoto ya kuchelewa kukamilika na kuongezeka kwa gharama kutoka bilioni 24 hadi bilioni 27 imepelekea kutokamilika kwa wakati. Kwa taarifa hizi na nyingine nyingi usisahau kusubscribe, share, like, comment ili uweze kuwa wa kwanza kupata habari.